Tumekaa miaka na miaka, kanisa la Yesu katika taifa hili limefariki, linaendelea na misa na ibada tu eh, halina mguso kwenye taifa na vitu vinaharibika kwenye nchi na sisi tupo. Uwezo wa kanisa, kanisa ni chumvi ya dunia, sio hata chumvi ya nchi. Kanisa lina uwezo wa kuiamuru dunia ielekee upande fulani, kwa sababu sisi ni chumvi ya dunia. Kanisa revo yake ya kiuwezo aliyoiacha Yesu ni nuru ya ulimwengu, sio nuru ya taifa. Sasa cha ajabu sisi hata taifa limetushinda kama kanisa, taifa limetushinda. Rushwa inatolewa hadi na wachungaji na maaskofu. Nilisema mifano hayo, unakwenda kusajili wizara ya mambo ya ndani unaulizwa rushwa. Mchungaji, unataka kusajili kanisa litakalo toa watu dhambini, wewe unaanza na dhambi kulipata Unakwenda sehemu kuna mgogoro, unachukua hela, unampoza mpimaji. Askofu amekuwa askofu kwa kuwaonga kwa wapiga kula, atasema atase, atase tume ya uchaguzi inapaswa igeuke, ataanzia wapi, wakati yeye wenyewe uchaguzi uliomweka wawizi? Halafu natarajia Mungu atembee kwenye hilo taifa ambalo hadi wachungaji ni wezi, askofu, mitume, manabii wale wa ambao wangekemea dhambi ndo watenda dhambi. Sasa hilo kanisa la wezi limeishia mwaka huu.